Novemba 20 mwaka 2015 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr John Pombe Magufuli amezindua bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kulihutubia bunge hilo kwa mara ya kwanza katika ukumbi wa bunge mjini Dodoma. Kabla ya kulihutubia bunge, amekagua gwaride rasmi lililoandaliwa na jeshi la polisi kwa heshima yake. na usalama mbele yako ni kwaja rasmi iliyoandaliwa na jeshi la polisi la heshima yako, iko tayari kwa ukabzi wako. Karibu Mheshimiwa Rais. na wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, marais wastaafu wa awamu ya pili, ya tatu na ya nne, mawaziri wakuu wastaafu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na watendaji wakuu serikalini na taasisi mbalimbali, ni miongoni mwa waalikwa waliokuwepo katika uzinduzi huo wa bunge. Katika makala hii tunakuletea baadhi ya maeneo ya mkazo katika hotuba ya Rais Magufuli na jinsi wananchi walivyoipokea hotuba hiyo. Ninaamini ikiwa tutaweza kuongeza ukusanyaji mapato na kuziba mianya ya wakwepaji wakubwa wa kodi ambao huipotezea serikali mamilioni na mabilioni ya fedha tutakuwa hatuna sababu ya kufukuzana na akina mama ntilie na vijana mitaani katika kuwakusanizia kodi ambazo hatuzikusanyi ni nyingi ambazo zingeweza zikaendesha uchumi wa nchi hii badala ya kukaa na kusumbuana wanyonge ambao wanajitafutia riziki yao kwa ajili ya kuishi. Kwa hiyo niwatake viongozi wateuliwa walio chini ya mamlaka yangu wakalisimamie hili, badala ya kuwanyanyasa wananchi wa hali ya chini wanaojitafutia na ikiwezekana waweze kuandaa maeneo maalum kwa ajili ya wao kufanya biashara. Hata Ulaya wanafanya hivyo, badala ya kila mahali mtu anapokwenda ni kufukuziwa, lakini hata wakichukua chakula wanakila wao. Kwa hiyo haya hayawezi tukayaacha yaendelee kufanyika hivyo. Kwa kweli ilinitia moyo ile hotuba yakuwa wafanya biashara wadogo wadogo tusinyanyasike mtaani ilinitia moyo kwa kweli, aliongea vizuri. Tunakuwa na matumaini tunapoona akizungumza habari hizo nyingi, na akikumbusha juu ya ahadi alizoziweka wakati wa kampeni na anavyoonyesha moyo wa kuzitimiza. Lakini tunachokiomba ni ushirikiano wa watendaji, kwa sababu yeye kama yeye anaweza kawa na nguvu hiyo kubwa, watendaji wasipofanya vizuri watamwangusha. Kwa hiyo tunawaomba watendaji wahakikishe wanamuunga mkono wanaangalia matatizo ya wananchi na waone kwamba hayo ile anayoliwaza rais liweze kutimia, kwa sababu ndio hoja ya Watanzania, ndiyo mabadiliko waliokuwa nayotaka Watanzania, na kwa hakika tunaamini kabisa kwamba kama ataungwa mkono yatawezekana, lakini asipoungwa mkono, kwa hakika atafanya kazi kwa wakati na wakati mgumu sana, kwa sababu yale anayoyapush watu watakuwa wanamvuta. Tutaimarisha na kuboresha huduma za afya kwa kuongeza utaalamu katika nyanja za afya kwa kuwapatia mafunzo watumishi wake ndani na nje ya nchi, na kwa kuzipatia vifaa bora na vya kisasa hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu. Lengo la kufanya hivyo ni kuwezesha upatikanaji wa huduma mahususi hapa hapa nchini na hivyo kutolazimika kupeleka watu wetu kutibiwa nje ya nchi. Kwa sababu imekuwa ni kawaida, kila mtu akiumwa hata mafua ni kwenda nje, wakati kumbe wangeweza kutibiwa hapa vizuri na akapona, na tukasevu hela zikatumika kutengeneza mambo mengine ya faida ya nchi yetu. Yani hasa sasa hospitali, maana hospitali tunateseka sana. Utakuta mnapoenda asubuhi kupata huduma mnakuta madokta hawapo wakati mwingine. Kwa hiyo mnakuta mnakaa kwanzia asubuhi mpaka jioni, nakuta mgonjwa yuko hoi, huduma hapati hadi utoe kitu kidogo, ndio mtu awezi kutibiwa sana imetutia matumaini, kama endapo atatimiza na kama siku ile mara ya kwanza alivyoenda kutembelea pale Muhimbili, tumeona juhudi zake na yakatekelezwa, elijamaake imemgusa kila mtu kwa makini. Serikali ya awamu ya tano itajielekeza katika kuongeza ubora wa elimu inayotolewa ikiwa ni pamoja na kuongeza mkazo katika masomo ya sayansi. Aidha, tutahakikisha kwamba vifaa vya kufundishia na kujifunzia vinapatikana ikiwa ni pamoja na maabara, vitabu, madawati na kadhalika. Tutahakikisha kuanzia Januari mwaka, mwakani elimu kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne inatolewa bure na ninaposema bure maana yake nina maana ya bure. Wahusika wasije wakatumia swala la kusema bure, halafu waanze kutengeneza mamichango ya ajabu ajabu ya kuwatoza wanafunzi wale. Ni lazima tuanzie mahali kwamba tunaposema bure maana yake ni bure kweli. Swala la elimu kuhusu kusoma bure ila bure ni nzuri sana na jambo ambalo alinifurahisha zaidi, alilizungumzia kuhusu madawati, madawati vitu, kwa mfano labda ada, ada kuhusiana na michango ya, ya ile, ile midogo midogo, hivyo vitu ndio vinasababisha hata, hata mzazi na yeye awe na moyo wa kumsomesha yule mtoto. Kwa mfano hili la wanafunzi wakusoma ada ile, kwa mfano mimi mfanyabiashara mdogo mdogo hivi na wanafunzi wangu wanasoma pale, naangaika kweli mpaka mwanafunzi anasoma. Kwa hiyo ile mimi ilinitia moyo sana, lakini kubwa tunachokitaka ni utekelezaji wa hayo aliyoyainisha, na tunamuona kama ana taswira ya kuwa ameguswa kwa kiasi kikubwa sana na hali za wananchi na hususan vijana wenye maisha ya chini kabisa eh, kwamba hawana ajira na hili ni tatizo kubwa, na ufufuzi wa viwanda ni sehemu kubwa, ni mtaji mkubwa kwa vijana wengi kupata sehemu ya kufanya kazi na kumaliza kiu yao ya dhiki iliyokuwa imewakithiri kwa kiasi kikubwa sana. Kama atakwenda na mwenendo huo, kiukweli, kiukweli ataifanya CCM na serikali yake kurudi kwenye mapenzi na imani kubwa kwa wananchi kama ilivyokuwa miaka ya sabini kuja mpaka themanini. Maka ilifikia mahala chama cha CCM kilifananishwa na, na, na taasisi ya dini kwamba kinachosemwa na viongozi wa chama basi ni mambo yaliyotoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu kuwafikishia wananchi. Mimi na imani kwamba kwa, kwa sababu kwamba hakuna yatakayetekelezwa yatake, kwa siku moja isipokuwa kwamba yatakwenda hatua kwa hatua, ni sawa sawa mtu anayekula ugali tonge kwa tonge huwezi kula ugali wote kwa siku, kwa mara moja. Tutaimarisha na kuboresha huduma za afya kwa kuongeza utaalamu katika nyanja za afya kwa kuwapatia mafunzo watumishi wake ndani na nje ya nchi, na kwa kuzipatia vifaa bora na vya kisasa hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu. Lengo la kufanya hivyo ni kuwezesha upatikanaji wa huduma mahususi hapa hapa nchini na hivyo kutolazimika kupeleka watu wetu kutibiwa nje ya nchi. kwa sababu imekuwa ni kawaida kila mtu akiumwa hata mafua ni kwenda nje, wakati kumbe wangeweza kutibiwa hapa vizuri na akapona, na tukasevu hela, zikatumika kutengeneza mambo mengine ya faida ya nchi yetu. Lakini tatu, tutaongeza bajeti ya dawa na kuboresha mfumo wa upatikanaji ili kuhakikisha dawa ili kuhakikisha dawa zinapatikana katika hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu. Aidha, tutahamasisha wananchi wajiunge na bima ya afya. Kuhusu swala la elimu, Mheshimiwa Spika, natambua juhudi kubwa zimefanyika katika upanuzi wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vikuu. Kwa kweli, mimi neno mchapakazi limenikaa akilini mwangu sana e. Nimemkubali asilimia mia kweli akitimiza kama alivyo alivyoongelea, tumeneemeka, lakini kukamu. sisi tuko pembeni, apige kazi, tunamsikiliza mm, anachokifanya na kama anakosea tutamshauri. Hotuba ya jana ilikuwa ni nzuri kwa ujumla, sababu inalenga ku, ku, kuondoa tatizo la wanyonge, kuweka nizamu ya nchi nizamu ya kazi, naendelea hivi hivyo sababu nchi hii ilikuwa imefikia hatua ya, ku, ya kushindwa. Uh, mwananchi analolifanya an, an, unaona alikuwa anajifanyia tu. Kwa mfano kama fanye kazi an, anachelewa kazini, anasema kwamba anatoa kidogo, lakini mshahara ukimkata mnagombana. Kwa hiyo hotuba ya jana ni nzuri, tunaomba iendelee hivi hivyo akaze uzi ule ule ili akomboe nchi hii ilipofikia. Tunataka tuwatue akina mama ndo kichwani. Tunatambua umasikini hauwezi kuondoka nchini kama wananchi hawapati maji safi na salama, kwa sababu anachoongea kinaonekana kinatoka kwenye moyo, na tunaamini kwamba anachoongea ndio kitakachofanyika, au sio bwana? Sio hawa wengine wanakuwa na bla bla tu, wanaongea vitu ambavyo mwisho wake unakuta hakuna matokeo yote, au sio bwana? Kwa hiyo sisi tunamwamini anachoongea ndio atakachokifanya. Kama siasa zake imemgusa yani, sana so, kwa kila mtu sio wapinzani, japokuwa jao wajao kutoka onjano kile hivyo kama dopola ni pale mtu anamaa kwa makini kwa kweli ilikuwa ni hotuba ambayo ni nzuri eh, hususan kama aliyoyasema yakienda kama, kama atatekeleza vizuri yale ya, ya aliyosema kwa kweli mambo yatakuwa mazuri, hususan kipengele kilichonifurahisha sana kile cha kusema kwamba atadili na wale wazembe. Nafikiri kama atadili na wazembe wale, kwa kweli mambo yataenda vizuri, kutakuwa mna konakona, kila kitu kitanyoka. Swala la upatikanaji wa umeme limeendelea kuwa tatizo katika nchi yetu pamoja na jitihada kubwa zilizofanywa na serikali zilizopita. Hatuwezi kuzungumzia swala la kujenga viwanda wakati umeme hautoshi. Serikali yangu itahakikisha kwamba umeme unapatikana wa kutosha na wa uhakika. Tutakamilisha miradi. Tutakamilisha miradi ya umeme iliyopo na kujenga mingine mingi mipya ili wananchi wengi zaidi wanufaike na nishati ya umeme na viwanda vingi zaidi vidogo vikubwa na vya kati viweze kupata umeme. Lakini na hujuma zile ndogo ndogo zinazofanywa na watendaji wa sekta ya umeme, kwa mfano, wakati mvua zinaponyesha, halafu watu wanalipwa hera. Kwa mfano, pale Mtera wanayafungulia maji usiku, halafu levo yake haifiki kwa wakati, kila siku panakuwa na maji hayatoshi ya hizi tutazisimamia kikamilifu, kwa sababu pamekuwa na mtindo huo. Watu wanapotaka kusupply majenereta yao au kununua mafuta ya bei ya juu, wanalipwa wale wanaohusika pale. Mtera kwenye maji, wanayafungulia maji usiku, yanamwagika. Kwa hiyo, level inayotakiwa haifikiwi. Kwa hiyo, kila siku level ya maji ili inakuwa haifiki tutadili nao na mimi nawaambia nitadili nao kweli kweli. Na haikuegamia upande wote, imeweza kufuta tofauti kabisa za uchama. Kwayo, kwa hiyo ni namna gani kwamba rais hata kama mimi ni mpaka sasa hivi nimepata imani na Mheshimiwa Magufuli anafaa kuwa rais na ni kweli ni mtu ambaye ameenda si kwa shindikizo lake binafsi kwa uroho wa madaraka, bali kwa shindikizo la kuweza kuwasaidia watanzania waweze kufikia malengo, na tuzitumie rasilimali zetu kama watanzania kwa manufaa ya watanzania wote bila kuangalia matabaka kikubwa Inas... kama yeye alivyosema, hata muonea mtu aibu wala hatamfumbia macho akianza kufanya vitu kama hivyo, watu wengine watu, wa, wanaofanya ovyo wataanza kuogopa, na wengine ambao wanaona kabisa watashindwa kwenda naye wataachia.

kutegemea serikali itatufanyia serikali. Ni binadamu kama wewe, wao ni kazi yao kuongoza. Sisi tufanye kazi tuweze kujitajirisha maisha yetu, tusomeshe watoto wetu, wao katika hali nzuri. Madawa ya kulevya yamekuwa ni janga kubwa kwa taifa letu, na kundi linaloathirika zaidi ni vijana wa kiume na wa kike. Familia nyingi zimeathirika na nguvu kazi za taifa imepotea. Tutashughulikia mtandao huo unaojihusisha na madawa ya kulevya bila ajizi Tutawatafuta wale wakubwa wanaohusika na madawa ya kulevya badala ya kuhangaika na dagaa. Na ninaposema nasema kweli, naomba bunge munisaidie, na Mungu anirinde na muendelee kuniombea. Madawa ya kulevya inarudisha nyuma maendeleo, vijana wengi, nguvu kazi inapotea, madawa ya kulevya lakini yale mambo yakitiliwa ya mkazo, maana navyo ni muhimu na maisha kuwa salama, kwa sababu mtu mbaya naye angalia mbinu za kufanyia wewe, ni mdhibiti kwa hiyo yeye ajilinde aweke, okay, ulinzi tu udhubuti, lakini jambo lile lile kama hataki maishi madawa kulevya, na tuasili wao, mafisadi wenyewe wanachukua hela zetu kupeleka sehemu nyingine, pia tunapata shida, si wananchi. Kwa hiyo cha muhimu tu ajilinde, nafanya, jambu, aleo, na afanye jambo alilotuelekeza, tukizungumzia katika masuala ya madawa ya kulevya nilikuwa naona hilo kwa sababu linagusa karibia nyanja zote, hasa ukilinganisha viongozi waliopita. Unaona hiyo, kwa hiyo nilikuwa naomba hilo, yani alishughulikie kwa kina na vile vile viongozi ambao aliowachagua wampe ushirikiano pamoja na sisi wananchi. Mheshimiwa Spika, wananchi wanachukia sana rushwa na ufisadi na wamechoshwa, wamechoshwa sana na vitendo hivyo. Mimi pia nachukia rushwa na ufisadi sifurahishwi kabisa na vitendo vya rushwa na ufisadi vinavyoendelea hapa nchini. Vitendo vya rushwa na ufisadi vinawanyima haki wananchi na kuitia hasara serikali kwa mabilioni ya fedha ambazo zingeweza kutumika kwa ajili ya kujenga miradi ya maendeleo kwa ajili ya watu wetu. Mheshimiwa Spika, chama changu cha mapinduzi kimejengwa katika misingi ya kukataa rushwa na ufisadi. Ndiyo maana moja ya imani kuu za CCM ni ile inayosema rushwa ni adui wa haki, sitatoa rushwa wala kupokea rushwa, ingawaje sina uhakika sana kama sasa hivi ndani ya chama chetu hawapokei na kutoa rushwa. Mimi namuunga mkono sana mheshimiwa Magufuli. Ninachotaka tu wa watanzania wote wakiwemo waheshimiwa wabunge waache tofauti ya, ya, ya uvyama, wamtumie Magufuli ili kutuletea manufaa wa Tanzania tu, tu, tu, tuweze ku, kuzifaidi rasilimali zetu wananchi kama wananchi. Kwa hiyo watoe tofauti za uchama, chama ilikuwa ni mlango tu wa kumwingizia mtu madarakani, lakini sasa hivi tunataka kuona kwamba serikali wanaisimamiaje chuki za wananchi dhidi ya rushwa na ufisadi. Ni dhahiri wamechoka kabisa, Wamechoka sana, hawako tayari kuvumilia upuuzi wa serikali inayoonea haya rushwa na kulea mafisadi. Mheshimiwa Spika, mimi nimewaahidi wananchi na nataka kurejea ahadi yangu kwao mbele ya bunge hili tukufu kwamba nitapambana na rushwa na ufisadi bila kigugumizi na bila haya yoyote. Dawa ya jipu ni kulitumbua, na mimi nimejipa kazi ya kuwa mtumbua jipu, nimejipa kazi ya kuwa mtumbua jipu. Najua kutumbua jipu kuna maumivu, lakini bahati mbaya halina dawa nyingine. Hivyo ninawaomba waheshimiwa wabunge na Watanzania wote kwanza mniombe na mniunge mkono wakati ninapotumbua majipu haya. Mheshimiwa Spika, Makofi haya yanaathiria kwamba mtaniunga mkono wakati natumbua majipu. Mheshimiwa Spika, nafahamu ugumu wa vita niliyoamua kuipigana. Nasema nafahamu ugumu na changamoto zake, kwa sababu wanaojihusisha na rushwa sio watu wadogo wadogo. Vitendo vya rushwa na ufisadi vyenye madhara makubwa kwa nchi na ustawi wa nchi yetu hutendwa na watu wenye dhamana kubwa za uongozi na utumishi ambazo wamezipata kutokana na ridhaa ya watu. Kwa hivyo ili niweze kufanikiwa, lazima nipate ushikamano, ushirikiano mkubwa toka kwa bunge lako tukufu na vyombo vingine vilivyopo na vyenye majukumu ya kupambana na vitendo hivi vya rushwa. Yaani natakiwa na mimi kumuunga mkono, hasa katika utendaji kazi na anapoendelea kufuatilia hivyo vitu kwa sababu hasa swala alilosimamia swala la ufisadi, najua kweli alisema kwamba wanaohusika kwenye lile, kwenye, kwenye kile kitengo ni watu wakubwa, sio wadogo wadogo kama mimi. Kwa hiyo sasa, anapoenda kuwachokoza watu wakubwa, natakiwa mimi kama mwananchi nimuunge mkono, ama kwa maombi ama kwa vyovyote vile, lakini natakiwa niungane naye kwa kwa sababu tumeona tangu siku za nyuma alipokuwa nani wizara ya ujenzi, alikuwa anafanya vitu kwa vitendo, sio kwa maneno matupu, au sio bwana? isipokuwa mimi kama mimi, kwa sababu kiongozi kama huu ni kiongozi wetu sisi, au sio bwana, ambaye tuseme ni mtu nim, ambaye ni wa muhimu sana, wananchi tupate kumwombea rais, kwa sababu anayo nia, anayo nia njema ya kutaka kutufanyia vizuri. Kila anavyokata bajeti kama aliyopata, aliyokata jana ya, shu, ya sherehe, ni raha kwetu, yani hapa ni sherehe. Tupo tunapopata kama vitanda vitakavyonunuliwa na zile hela, sisi ni raha tu. Tumuombee kama alivyotuambia siku ile ya nini uwanja wa Taifa siku ile anaapishwa, kwamba anachoomba kwetu ni maombi, kwa sababu yupo tayari kutenda kazi, na zaidi atafute watu ambao wataingia kwenye wizara, ambao ana uwezo wa kumwambia fanya ili wakafanye. Asije atafute mtu ambaye kidogo itakuwa na kashame ya madevu kiasi kwamba ukitaka kumkunja inakuwa ngumu. Kila mmoja wetu afanye kazi, awe shambani, ofisini kiwandani sokoni, kwenye bustani na kadhalika, badala ya tabia ya sasa iliyoanza kujengeka ya Watanzania kutopenda kufanya kazi na hivyo kupoteza muda mwingi vijiweni, muda ambao ungetumika kufanya kazi. Ndiyo maana kauli mbiu yangu ni hapa kazi tu. Kama kuna kitu ambacho wananchi wanachukia ni lugha za vijembe, mipasho ushabiki wa vyama bungeni. Kwanza tukumbuke wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, sisi ni kitu kimoja <coughs> na pili, tumechaguliwa kuwawakilisha wenzetu. Baada ya miaka mitano, kila mmoja atarudi kwenye jimbo lake kuomba kula, na huko atapimwa kwa maendeleo aliyoyapeleka. Ningewaomba tusimame pamoja. Tanzania ni yetu sote, tutangulize masilahi ya nchi mbele, na kwa mara ya kwanza watanzania waone bunge tofauti na sio bunge la kuzomea kutoka nje, kutukanana na mipasho ya kadhalika. Ndiyo maana kwa dhati kabisa nimempongeza sana mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Zito umekomaa. Ninajua hata kwenu kule Kigoma wamekuchagua wana CCM. Ni lazima sasa tujenge dhana ya kutanguliza masilahi ya Watanzania tunaowaongoza badala ya masilahi ya kuzomea na yanaaibisha bunge hili. Bunge ni chombo muhimu sana katika mihimili ya taifa letu. Tunaitwa waheshimiwa wa bunge kwa heshima ya dhamana tuliyopewa na bunge hili tukufu. Tutunze heshima hiyo ili tuzidi kuheshimiwa. Aidha napenda kusisitiza kuwa kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Matarajio na matumaini ya Watanzania waliotuchagua na kutupa ridhaa ya kuwaongoza katika kipindi cha miaka ijayo ni makubwa mno. Tuna wajibu wa kuyatimiza. Wanachotaka kuona ni nchi yetu kupiga hatua kubwa za maendeleo zitakazojibu matumaini yao na kutatua shida na kero za wananchi wetu. Hadi hapo tumefikia mwisho wa makala hii kwa siku ya leo. Kwa niaba ya Kurugenzi wa Mawasiliano ya Rais Ikulu, mimi ni Gaston Msigwa.